Karibu tuzungumze michezo. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Miaudi Poison Khan. Tunazungumza michezo mara baada ya klabu ya Simba kutinga hatua ya nusu fainali wakiwa na kauli mbiu ya hii tunavuka na wamevuka kweli kutinga hatua ya nusu fainali kwenye michuano ya <laughs> kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unamchungulia nani? Naangalia unaowasalimia wale pale. E, tuwasalimie kwa pamoja basi. Hamjambo, mpo, mko vizuri? Wameniona Wanasimba e, mmeamka. <laughs> wale semaji lile linalia. ah, semaji semaji la kafu linalia lile michozi. <laughs> mwimwa ah, Simba itaua watu. Endelea mama kufungua kipindi au ndo umemaliza? Hapana, na matangazo, hapana, hapana kama ulivyoshuhudia niko hapa na mwamba wa Malila sauti ya radi Fahari Aitete Baraka Addison Mpenja. Tutazungumza mengi mara baada ya kuburudisha eh, kwenye vibanda umiza, lakini pia kwenye kumbi mbalimbali mbali za starehe, ambazo walikuwa wakiufuatilia mchezo huo wa kombe la shirikisho watua ya robo finali. Mpenja TV tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Wallport kutoka Magic Builders. Hivi sasa, eh, taarifa njema pia, hata Baraka aliniambia ile nyumba ya kule kule, wapi anatumia white mm, kwa ajili ya kupendezesha ukuta wake usipate fungus wala kuvimbavimba ili kuulinda kwa muda mrefu zaidi. Bila shaka utakuwa ume, ume, umefanikiwa, ah, kama kawaida kama dawa mambo bulbul, ukuta umekaa sawa sawa. Hey! Hey! Ah, mambo ni mazuri, wale Magic Builders ni watu hatari sana. Hmm, mambo ni mazuri kabisa. hakuna mbambamba mba. <laughs> Okay. Kama ambavyo unashuhudia pia meza yetu imependezeshwa vizuri hapo na maji ya GSM, lakini pia kuna jibusi energy drink. Tukihisi uchovu hapa tutachukua hii, tukihisi kiu tutakata kiu kwa kutumia GSM hota. Baraka Hadison Mpenja, naam Mwamba Umalila, nipo hapa. Asalamu alaykum. Ah, wa alaikum salam. Hii imekuwa ni salamu yako pendo hasa unapokuwa unafanya eh, matangazo, kwa nini eh? nafikiri Unajua, kwenye, kwenye njia, njia za kutafuta namna ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kujipata kutafuta ubunifu wa mambo, kuna vitu unaweza ukavisema baadaye eh, vikawa ni, vya mvuto kwa watu. Hii ni, ni salamu tu ya kawaida ya lugha ya Kiarabu, eh? Lakini namna ninavyoinakshi kwenye matangazo especially ninapofungua kila ukipita watu wanakuambia unavyofungua, tunafurahi sana mm. na nikajikuta mi mwenyewe napenda na, na kusalimia hivyo amani iwe nanyi, assalamu alaikum. Na imekaa vizuri. Hata mimi pia ni shabiki eh, yeah. Kwa hiyo nikianza pale assalamu alaikum, Dar es Salaam, hapo mpira unachezwa Dar es Salaam, assalamu alaikum Tanzania, hapo naongezea kidogo Afrika Mashariki na Kati na ulimwengu wote wa soka alafu ndo nasema hapa ni Benjamin Mkapa Dar es Salaam na hii ni dabi ya Kariakoo au ni mechi ya robo fainali mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika, Simba na Ali Masri. Basi watu kwenye banda umiza mwamba, ndo huyu mwamba, mwamba yupo. Yaani, mtu akisikia hivo, assalamu aleikum Dar es Salam, najua Baraka Mpenja yuko kwenye microphone mtu anachukua popcorn pale asikilize boli. <laughs> Hey. Sawa. Uh, mimi na napenda na, na niende moja kwa moja hmm, kwenye michuano hii ya kimataifa hmm, haswa mechi ambayo Simba walikuwa wakihitaji kupata ushindi waende hatua ya nusu fainali. Umeburudisha mechi hiyo, lakini pia watu wamekuwa wakihusisha na mechi ile ambayo walikuwa wakiitaka kutinga hatua ya makundi kwenye michuano hmm, ya ligi ya mabingwa ni kama una kismati nitumie eh, wamekua, wana Simba wamekuwa wana imani na Baraka Hadisoni Mpenja kwamba akitangaza mechi ambayo tunaitaka basi tunakwenda. Hii umeshawahi kuisikia wewe na baada ya kuisikia umeipokea? <laughs> mimi nimesikia, nime, nime, nime mara nyingi eh, watu wa Simba wanasema akitangaza eh, Baraka Mpenja tunavuka. Ni imani na imani bwana, ni kitu ni kitu kigumu kidogo hasa eh? Mtu akiwa nayo kuivunja si jambo jepesi, lakini ziko nyakati mi nimetangaza Simba wanapasuka tena kwenye mechi muhimu sana na wanatolewa, zipo kwenye historia tena pale pale kwa Mkapa, lakini walizoshinda ni nyingi zaidi. Kwa hiyo wanasema eh, mtu akifanya wa vizuri zaidi na ficha udhaifu So kuna nyakati Simba wameanguka pale pale kwa Mkapa, lakini si mara nyingi. Ndo maana watu wanasema kwa Mkapa hatoki mtu, lakini zipo nyakati Simba wametoka kwa Mkapa pale pale, na mimi nimetangaza. Mojawapo ilikuwa ni mechi ya Simba na Jwaneng Galaxy, moja kati ya mechi yenye kumbukumbu mbaya zaidi kwa Simba kwa sababu ilikuwa ameshinda magoli mawili kwa sifuri kule Haboroni, Botswana. Kwa hiyo walikuwa wanaingia wakiamini kwamba wanakwenda kumaliza lakini wale walipindua meza ilikuwa ni disaster kubwa sana kwa Simba Sports Club. Uh, nakumbuka pia mechi na UD Songo wakati ule Luis Jose Mixon yupo kule ndo akasajiliwa na Simba msimu unaofuata. Simba alitoka bila, bila ugenini, sawa eh? Mm -hmm. Ilikuwa sifuri sifuri. Hapa, uh, UD Songo kapata gol la Luis Jose Mixon baadaye, Rastonyona akasawazisha kwa mkwaju penalty. Simba akatoka na kwa faida ya goli la ugenini la UD Songo. Kwa, kuna nyakati za namna hiyo, lakini Simba walizoshinda ndo nyingi zaidi na nyakati bora zaidi kwenye mashindano ya CAF. Mara nyingi mimi ndo huwa natangaza. Ukiangalia mechi ambayo inabaki kuwa ya kihistoria zaidi eh, ni Simba na Nkana 2018, elfu mbili na kumi na nane Desemba ishirini na tatu. Bonge la mechi hiyo ni moja ya maajabu makubwa sana kwa Mkapa pale. Simba alikuwa amekaa miaka kumi na mitano bila kufuzu hatua makundi ya, ya ligi ya mabingwa barani Afrika mm. kwa hiyo uh, mara ya mwisho nakumbuka walifuzu elfu mbili na tatu wakiwatoa Zamalek, walikuwa ni mabingwa watetezi sawa mm. bwana baadapo amekaa miaka kumi na mitano ndio wanakuja kucheza na Nkana. Wana uchu. Wana uchu. Uchu wa kutafuta mm. makundi mm. wamekula mbili moja Kitwe, Zambia, Levi Mwanawasa pale. Ilikuwa na goli la, la, la, la Simba kule funga John Boko, nakumbuka walivyokuja Dar es Salaam hapa mapema kabisa, wakapasuka goli la mapema sana, wote bwalia, uwanja ukazizima. Ukisikia kuzizima, maanake ni kukaa kwa simanzi, sio kwamba ndo umechangamka. Watu wanachanganya hapo, lakini Simba walifunga magoli matatu ya kibali sana, Jonas Mkude, Medi Kagere na Cletus, Chota Chama Mwamba Lusaka akifunga goli la maajabu pengine zaidi kuwahi kutokea katika CAF Champions League kwa misimu ya karibuni. Simba wakaenda hatua ya makundi baada pale. Kuna mechi pia anaikumbuka walicheza na, na, na, na, na, na FC Platinum, one of the best match ile anakula goli nne sifuri baada ya perfect chiko ya kule. Kuna kuna wakaja wakapasuka vibaya sana wamecheza kombe la, la shirikisho, ligi ya mabingwa ambazo haziamui wao kufuzu, lakini wanashinda. Tunakumbuka Simba na, Simba na Ahali hapa, turning point nakumbuka, the turning point, Luis Jose Mixon ana tana kupiga shuti Elshenawi anapotea vibaya sana umeona bwana, kwao kuna moments nyingi za Simba bora ambazo wamekuwa wame nazo kwenye mashindano ya kimataifa, na inatokea bahati mimi ndo mtangazaji sasa. Kutokana na hii trend ya matokeo yanavyokwenda, wanashinda wanashinda, mara nyingi zaidi kuliko wanapopoteza nikitangaza mimi, kuna imani wameijenga kwamba akikaa mwamba umalila tunashinda, lakini nilikuwa nawakumbusha tu kwamba ziko nyakati pia wamewahi kushindwa mimi nikitangaza, lakini walizofanikiwa ni, ni ni nyingi, na wao wanaona wakiwa na ona, waki wana mechi ya, ya, ya mpango hivi, kuna mechi yao wanaitaka wao basi, utaona kwenye mitandao Azam weka Mpenja hapo, ukiweka Mpenja umemaliza. Na wakiona jina langu utaona tu komeza, basi tumesha fuzu. Uliona hata ajuzi baada ya mimi kuposti ile ile, ile artwork ya Azam ya kutangaza promo ya mechi Sikusema nani atatangaza, nilikuwa bado haijajulikana hai, hai, kwa nje mm. walienda pale, wamejazana, shika maiki bwana, shika maiki, aza mpe huyu Mpenja, mkimpa Mpenja tumefuzu yani, yani, yani mkimpa huyu. basi mm. Asubuhi nikasema hawa nitawaambia, sitaki pressure, nikalala zangu vizuri kabisa, asubuhi ndo nika. nikaweka pale ni koti langu la Mwaipopo, atweki bwana Lugi ameweka de Pablo, kaambia nitatangaza hii mechi ndani ya dakika sijui hamsini um, mpaka saa moja, comments karibu elfu mbili tumeshavuka. Yani hii imekwisha, si walikuwa na kaumbiu tu, hii tunavuka hii tu. A, sasa ndo tumevuka. Basi Azam mmemaliza, basi. Umeona kinachotokea, wameenda kwenye mechi kweli, wamevuka. Na mimi ndo tulijua tu baada ya wee, tulivyojua ni wee, basi tumeshavuka. Siku nyingine wataamini tena hivyo hivo kwa hiyo ni, ni imani tu, ni imani kwamba nikikawa anashinda, na, mimi sielewi kwa nini, lakini sioni kama kuna uhusiano wa, wa moja kwa moja kwa sababu mimi sichezi, mimi sinatangaza tu <laughs> natangaza tu. Kuna, wakati, wakati una, unabeba yale majukumu ya kwenda kutangaza ile mechi binafsi ulikuwa unaamini kwamba Simba anakwenda kuvuka hatua ya robo finali, kwenda nusu finali. Kwa performance pia ambayo ilionyeshwa kule Misri. Yes Yes, nilikuwa naamini kwamba Simba atafuzu kwa sababu kwanza, mechi ya kwanza ni kama walipoteza mikononi mwao, walifungwa mbili sifuri, lakini performance ya timu, nadhani katika umri wangu ambao nimeshuhudia soka, ni muda kidogo, ni kwa mara ya kwanza niliona Simba Sports Club inaongoza ball possession katika nchi ambazo ziko ukanda wa kaskazini mwa Afrika, wingi wanasema Uarabuni mara nyingi wamekuwa ni second team kwenye mechi nyingi nyingi, nyingi nyingi, lakini this time around wao ndo walikuwa na mpira mwingi uwanjani walikosa tu eh, eh, ubunifu kwenye eneo la mwisho, na hata washambuliaji wakiongozwa na Ateba hawakuwa na utulivu mkubwa, wakapoteza nafasi ambazo walizitengeneza, hazikuwa nyingi lakini wangeweza kufanya chochote. So baada ya ile mechi hata hisia za watu wengi walikuwa wanaona kama simba wana asilimia kubwa ya kuitoa Almasri. Wakapoteza mchezo kuna watu wakawa naamini kwamba safari ya Simba imeishia pale, lakini mi binafsi nilikuwa naamini kwamba Simba anaweza akapindua matokeo. Kama si kushinda tatu au zaidi ya tatu, basi hata goli mbili anaweza kapata, mechi ikaenda kwenye penalti, kwa sababu hii ni nokaut eh? na simba walivyoanza kucheza, of course pitch iliwaharibia timu zote mbili, kwa sababu ilikuwa imejaa maji sana, so flow ya mpira haikuwa vizuri, lakini simba ilioona, walikuwa na shauku kubwa ya kupata matokeo. Mechi ilianza kuwa ngumu, wakatengeneza nafasi wakapoteza, nakumbuka waka alipoteza nafasi nzuri sana, yule alikuwa ni Uziti Mkwala nafikiri, na hakuwa Mkwala, ndo ali, ali, alikuwa hua, yes. Mkwala ndo ali, kama anapiga akaifinya, akamwekea akapoteza nilivyoona ile nikasema kazi ipo, lakini baada ya, ya, ya kupata magoli yale mawili nikawa naiona simba inaweza kupata goli la tatu, lakini mambo yakabadilika, jamaa wakaifinya mechi, wakaanza kuanguka, wakaanza kuslow down mechi mpaka inakwenda dakika tisini zinaongezwa dakika kumi zilivyomalizika, walipoteza nafasi ya mwisho Simba. Nakumbuka Shomari Kapombe, ilikuwa ndo nafasi ambayo Simba anafunga goli la tatu walivyopoteza nikasema, Mungu wangu, hawa wakipoteza hii mechi ahata kwa penalty, nafikiri Kapomba ataumia vibaya sana na ile nafasi, uwanja mzima wote walishika vichwa, yani kila mtu amekaa kimya, unajua kimya kile baridi, yani baridi imeingia, kwamba ni nini kinatokea. Yule mwamuzi yule ule Jindo Louis kutoka Benin, anavyomaliza dakika tisini zimemalizika nafikiri watu wakaanza kukumbuka Mungu wangu, sasa itakuwaje? Orlando Pirates, yeah, Widad Kasablanka, yeah, penati zitakuwaje? Walivyoenda kupiga penati ya kwanza wa, I was very sure kwamba atafunga hii penati, na nikasema nyota njema huonekana asubuhi, na hii inaonyesha kuna nyota njema kwa Simba. Zile ni, ni, ni, ni, ni hisia tu kwenye football huwa zinatokea, zina alivyo alivyokosa penati wale Almasri Simba wakapata wakapata wale wakapata wakakosa tena, Simba ile konfidensi kani yani, katika siku Simba walikuwa na konfidensi kubwa kwenye upigaji wa penati, nafikiri ni jana, na ni kwa sababu walikuwa mioyo yao iko tayari kufia uwanjani, yani ni ni unamwona mkwala anakwenda kupiga penati, anajiamini Kibu Dennis, watu wengine wa, mm, kibu sijui itakuwaje. Bonge la penati, aua ndo usiseme. Kapombe, yani safi kabisa. Na wale jamaa penati wakacheza, akacheza mbili Musa Kamara, Simba akaenda robo fainali. So toka mwanzo mi nilikuwa naiona kabisa Simba huu ni msimu wa kufuzu. Sikuwa naiona Alimasri kama inaweza ikaizuia Simba. Simba walistahili kwenda nusu fainali kiwango cha Elie Mpanzu tangu ajiunge na klabu ya Simba, lakini pia kwenye mchezo dhidi ya Almasri ulikiona. Nafikiri eh, uh, katika mechi ambayo Simba inaweza ikawa haina man of the match inaweza ikawa hiyo ni, ni Almasri, wachezaji zaidi ya watano wameperform kwa kiwango kikubwa sana, na hii ilikuwa inaashiria kwamba wanaitaka mechi kama grup, kama timu, sio mtu mmoja. Mpanzu was fantastic kacheza mpira mkubwa na mzuri sana. Usajili wake Simba amelamba dume, anaweza ukasema hivyo. Ni mchezaji hatari, mbunifu, ana kasi, haogopi walinzi, anapiga chenga, anapunguza, anaingia na ingia, nakati, na nakwenda, anapiga yani ata, hata hata goli lako liona, attempt yake alikosa moja, akaja akajaribu tena akaiweka goli la utangulizi, likaongeza confidence kubwa zaidi kwa Simba lakini hata kwenye mechi yenyewe kasumbua maeneo mengi, na anafikiri ndo mchezaji ambaye alikuwa anacheza eneo kubwa zaidi uwanjani, free role player. Mwalimu alimwacha adecide wapi apite, kwao kuna muda anapita katikati kati, kushoto kulia, anarudi nyuma jana yani, anacheza eneo kubwa uwanjani, na hii wanapewa wachezaji wale ambao kwanza wana wana, wana creativity lakini pia wana, wana pumzi ya kutosha uwanjani. Ni kama ambavyo muda mwingine Max pia Nzengeli, kabla mambo hayajabadilika hapa, alikuwa anapewa free role, anazunguka eneo kubwa huku, kulia kushoto nina, nini katikati, anashuka chini, anachukua mali, yeye ndo anakuwa ni, ni injini ya timu, yeye ndo anaamua timu icheze vipi, ishambulie saa ngapi, e, itulie saa ngapi. Na ndio maana ukiangalia, ma, mashambulizi mengi yalikuwa yanaanzia kwa Mpanzu, aidha anaanzia chini kidogo mita ishirini na tano kutoka kwenye goli au chini ya hapo, anaweza kata mita thelathini thelathini na tano anachukua mara anaondoka, anapewa, anaondoka, anaingia katini kushoto, anajaribu kutafuta vi apige. Kwa hiyo ndo mchezaji ambaye aliingia kwenye eneo la mpinzani mara nyingi zaidi akiwa na mpira. So alikuwa amebeba dhamana ya Simba na ali, ali, ali, alikuwa ameamua kuonesha thamani kwa wanaSimba kwamba hamkukosea kunisajili na, na, na, na, na, na wao walifurahi bila shaka kumwona akiwa kwenye kiwango bora so anastahili sana na ni hongera kwa Simba kumsajili mchezaji aina Elie Mpanzu striker lefu, kuliko goli. Uh, mukwala akianza, yes, ni, ni, ni mimi sijawahi kuwa na mashaka na na na na, na, na, na, na Steven Dese Mukwala. Kuna wale ma striker wao wanasema uh, ni all round striker. Ushawahi kusikia hiyo? Mm, ni striker ambaye anaweza kacheza eneo lote la mbele kulia kushoto katikati tofauti na Lionel Yateba ambayo ya anaweza kakaa mbele pale kama mshambuliaji wa mwisho, lakini kwa maana ya kasi amemwacha Lionel Yateba Teba, umeona. Lakini eh, ili, hata ile composition ana composure kubwa Mkwala. Wakati mwingine mpira hau hautendi haki, unaweza ukajiuliza kwa nini eh, Mkwala aanzi mbele ya Teba anajua kwa nini inakuwa hivyo. Ateba alianza Misri, hapa hajacheza kabisa, kaanza na Desi ambaye kazima dakika zote tisini, amekwenda kupiga penalti moja muhimu, na alifunga goli zuri mno la kichwa, bonge la goli amefunga Mkwala. Lakini mbali ya hivyo, alicreate nafasi kwa u aliyepoteza, kama nakumbuka, alienda winga ya kulia kule kama na, akamaliza mstari kama anataka kupiga kafinya, akamwekea au kajichanganya kashindwa kufunga, lakini hata namna alivyokuwa anapambana ana, ana umachachari kutafuta nafasi ya kufunga, nafasi ya kutoa pasi. Ni mtu ana vitu vingi zaidi uwanjani kulinganisha na Ateba, ambaye akikaa pale mbele ana nguvu, anaweza kafunga, ingawa kuna muda anapoteza nafasi nyingi zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, ukiniambia Dese na Ateba ni washambuliaji wote wazuri, lakini mimi nikiwa kwenye na, niwe kufano niwe ndo kocha mimi, nitakuwa naanza na, na Steven Dese Mkwala, kwa sababu anaweza kupiga chini, anaweza kapiga vichwa na kutokana na mahitaji, kwa akitaka kushambulia anaweza kaenda pembeni, akaingia kulia, akaingia katikati, kapita kichwa anapiga, anashuti chini. Nafikiri ni, ni, ni, ni, ni maamuzi ya walimu, lakini kwangu mimi Dese Mkwala anakuwa anaanza mbele ya Lionel Ateba. ya ya ipo nafasi ya Simba kucheza fainali mbele ya Stellenbosch kutoka pale Afrika Kusini. <laughs> kwa nini siwepo? Kazi lazima ifanyike, hamna. <laughs> kazi rahisi bwana, hii ni kombe la shirikisho barani Afrika. Zamaleki kanyolewa, ulimwona? Zamaleki ka, ka, kanyolewa nyumbani. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri ilikuwa nzuri zaidi kwa Simba kucheza na Zamalek kuliko wale Stellenbosch kwa nini? Unajua wale ni watu weusi kwa wa Afrika Kusini wale, so mazingira ya ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara wanacheza popote, watie saa nane wanagonga boli kama kawaida, saa kumi walete sumneleo bwana usiku anapiga boli so mazingira ya Afrika Kusini, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, hapa simele wa Kenya, Uganda, huu ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara hayatofautiani kabisa, vipindi vya baridi, joto vinafanana fanana. Kwa hiyo wale wakija Tanzania hawana ugeni na mazingira, wanaweza kucheza vizuri tu mazingira yoyote lakini wana wanaweza pia kubato, yaani ni watu ambao wanaweza kucheza fiziki. Unaelewa maneno ya kifutiboli ya kwa ya. Kwa hiyo wana uwezo huo wa kupambana mwili kwa mwili man, si unajua, black men sio watu wepesi wepesi, lakini wale jamaa wana uwezo mzuri sana wa kujilinda pia. Ile ile setup ya timu yao wanapodefend, wako vizuri sana lakini wanaweza pia kushambulia kwao kucheza nao wale ni mechi ambayo inakuwa ni, ni ngumu zaidi kwa sababu yani wachezaji wa Simba na fiziki waliokuwa nayo, ngozi waliokuwa nayo, uvumilivu waliokuwa nayo, ndo wako nao wale jamaa. Kwa wakikutana ni kama wanaume kwa wanaume wamekutana, bato, inakuwa ni ngumu kweli kweli, ni kama ambavyo Mamelodi alipata ugumu kucheza na Yanga kwa sababu timu zote zinatoka ukanda mmoja na mazingira anafanana mno, ndomaana mchezaji akitoka Tanzania akienda South Africa anacheza vizuri tu, ingawa South Africa awezi kuja huku kwasababu kwao ndo kuna good time, labda ukiacha kina Skud Makudwe waliokuja lakini waliokuwa wengi wana, wana, wana, hawezi kuja huku sababu kwao ligi yao ni bora kuliko ya kwetu. Mwangalie Gadiel Michael alivyoenda kule alikuwa anacheza vizuri akina Abdi Banda amecheza vizuri kwa hiyo maana yake ni mazingira ambayo yana yanafanana kwa ukikutana nao wale unakutana na wanaume, yani black men versus black men, wanaume kwa wanaume, nguvu ziko sawa, kwa mechi nakuwa iko ngumu zaidi. Kinachoamua ni quality uwanjani. kwenye quality, Simba sina shida, wana kiwango bora sana, pengine kuliko timu nyingi ambazo zimeshiriki eh, kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Yani katika zile top club kwenye kombe la shirikisho Simba Sports Club wapo juu kabisa pale muona na, na, na, na wangecheza na Zamalek, sasa hivi wamedrop kiwango Zamalek, unajua sio yani msimu huu, miaka ya karibuni hapo amekuwa akisumbuka, sio ile kwao. Simba angekufa ange nao vizuri sana, ingawa ingekuwa ni mechi ngumu pia, lakini kaskazini uko Simba sasa hivi ni kama kusukuma mlevi tu. Simba anaenda na bana kabisa ile spana kabisa Simba na kwenda huko ana ana banana banana na hali kabisambumba na akina nani kaskazini huko akina Sfaxien amewapasuli mbali huko. Kwa hiyo ni maeneo ambayo Simba amekuwa na uzoefu mkubwa sana wa kucheza na timu za Kiarabu hizi. Ila huku bondeni ndo kugumu na ndo maana ukiangalia timu nyingi ambazo zimeiangusha Simba katika mara chache ambazo Simba ameanguka kuna timu mbili zimetoka ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, Jwaneng, Yudi Songo, lakini timu nyingi za kaskazini ambazo zimecheza na Simba kwa Mkapa, nyingi zimefungwa: Berkane, Widad, Ahli, Jesoura, wako wengi, wamefungwa huyu Almasri na wengine wengi wengi wengi wengi, wengi, wengi wamefungwa, lakini hizi timu za kusini ni ngumu kwelikweli kucheza na Simba wakikutana labda na, na timu kama labda eh, labda FC Bravos kwa mfano ya Angola. Unakumbuka mechi ya kule haikuwa rahisi, ilikuwa ni mechi ngumu, ingawa simba likuwa na nafasi kubwa ya kushinda. Mona waliwapiga wali wali wali, wali. wana, wana, wana, wana nafasi kubwa. Of course itakuwa ni mechi ngumu, si mechi nyepesi, lakini wakikaza msuli na hakuna mechi rahisi kisha fika nusu fainali, hakuna mechi rahisi tena yeah, ni vita vita nae. Nyumbani hapa wamtie goli tatu labda sio goli tatu. Kwa hiyo yeah, kama hapa kwa Mkapa si utakuwa umefunguliwa jamani, wangeufungua tu mnyama amtie kama goli tatu yule bwana hapa, afa akapambanie huko ugenini. Kwa hiyo hizi mechi kila mtu anavyocheza nyumbani, fainali ya Simba iko hapa Yani akitaka kucheza fainali ya kombe ya shirikisho mechi ya hapa ya mkondo wa kwanza, nusu fainali ile ndo itakaoamua Afrika Kusini kutakuaje. Kwa hiyo ukimweka mtu kama goli tatu hapa, unaenda kuhangaika naye kule mpaka chomoe tatu, sio leo unatia zako nyuma kontena kubwa, unaweka watu, Hamza naka, nyuma kamara kidogo, mnajaza mnazuia goli tu wewe mgoli yani mnakaa wengi wengi mnajaa mnakuwa kama umbo la la umbo umbo la Simba ah, sio umbo la Simba tu, si umbo la nani, bouncer bouncer, bouncer. Nakua mkiwa huku bouncer nakua juu, mnakuwa mko wengi kwao. Sasa nakuwa kinyume chake, yani kama mtu mwenye kichwa kidogo alafu ana kitambi bonge la mtu. Mnakaa huko nyuma, mnakaa nyuma, mnawaacha jamaa wacheze mpira, mnazuia tu njia zile, mnalinda ushindi wa nyumbani. Baada ya hapo mnakwenda e, eh, fainali kwa hiyo ni, ni, ni, nafasi ipo na Simba anatakiwa kazi msuri, sio jambo jepesi bwana. Sawa Baraka Adison Mpenja, mimi nataka tumalize na namna ambavyo ulipita na yale magoli mapya. Kivipi unataka usemaje? Yani utukumbushe angalau kwa kidogo. siwezi hata kukumbuka kama kidogo yani we Latifa nafi mm, wewe siwezi kukumbuka hata moja yani hapo hmm, kwanza nimechoka sana unaona, so nimekaa namna hmm, hii. Sauti ilikata pia sio kukata tu, ilikuwa haipo kabisa. Mechi ya Simba ndio imekuchosha hivi? Sio ya Simba ile mechi, wanacheza dakaa tisini jumlisha kumi, yeah, afu jumlisha penati na penati <laughs> penati. Wewe unafikiri masihara kutangaza penati nyingi vile? Yani huyu mpira ni hivi, hamna sehemu mmepoa, yaani pale ni, ni moto namna hii, muda wote ni moto tu hata nimekaa hapa kama m mze, mzee Unyango, mi nifikishe tu salamu za watu wa nyuma huku kwamba bwana mpe hongera. Basi jamani nawashukuru sana umeupiga mwingi. mie huyo yeah. Eh, basi ni jambo jema usijuu kawa unasema wewe, <laughs> Una uhakika Yusufu, Yusufu. Yeah. Yusufu kuna jambo nitampa akaburudike na Maunga yeah. najua sasa hivi tumemaliza Ramadhani, sisi kwa rezima tunaendelea kwa maunga sasa hivi. Shehe wangu maunga yuko vizuri e, kwa hiyo mambo yake yataenda vizuri, tutampatia Simba. Sina watu wengi bwana. Simba sasa hivi wana furaha Simba, ukigusa uki, uki, uki, uki kidogo tu, mambo ni mazuri. Akamwambia e, ya ushindi hiyo, maunga atakuwa yuko vizuri <laughs> Ah, mwanamichezo huyo ni mwamba wa Umalila Baraka Adison Mpenja, nilikuwa nikizungumza naye hapo na tumezungumza mengi kwelikweli mara baada ya Simba kutinga hatua ya nusu fainali kwenye kombe lile la shirikisho na sasa wanakwenda kukutana dhidi ya Stellenbosch kutokea pale Afrika ya kusini nafasi ya kutinga hatua ya fainali. Baraka Adison Mpenja ameweka maoni yake hapo. Naitwa Latifa Anafi nyuma ya kamera hapo, ni myahudi Poizon Khan. Tuko na mgeni leo anaitwa Shafilu Maunga <laughs> <Maunga> junior <laughs> hey! Ukitaka simu ya mkopo hakikisha unakwenda kwenye maduka ya Mandasi Store ambayo yanapatikana karibu mikoa yote ya hapa Tanzania. E, ili uweze kupata simu nenda na vitu viwili. Moja ni kitambulisho, aidha kiwe cha kupiga kura, kitambulisho cha taifa ama NIDA, lakini pia leseni ya gari, na namba mbili unaenda na pesa ambayo unakwenda kufanya kama kianzio. Mimi sasa hivi na simu mbili, moja ina laini, nyingine nyingine nafanya tu kwa ajili ya mambo yangu mengine. Yani una muda wa kusema kwamba bana simu yangu natumia laini mbili e, sina simu nyingine. Kachukua simu yako ya mkopo pale kwa Mandasi Store ili uweze kupatikana e, kwa muda wote. Endelea kufuatilia Mpenja TV, hakikisha una subscribe ili kuwa wa kwanza kupata matangazo yetu.